Sita jumla yao ambao wameuliza maswali, wengine moja moja, wengine seti ya maswala, lakini bahati nzuri wamefata maelekezo ya anayotuongoza hapa kwamba maswala yote yahusu mada ambayo ndiyo tumeizungumza hapa. Tunawashukuru nianze na <coughs> nisema kwanza masuala yote ni mazuri sana, na nianze na swala la ndugu yangu Isa Yusuf Isa. Anasema kwamba katika taarifa ya mwenyekiti George Kazi alisema kwamba masuala haya yanafanyika kwa mashauriano na walioitwa wadau. Kwa hivyo wakauliza kwamba je, katika hili hakukufanyika mashauriano? Jawabu fupi na fasaha, hakuna mashauriano yoyote. Hakuna mashauriano yoyote, na sisi hatustaajabu kwa jaji yani, George Kazi na tume yake kutengeneza maneno kama alivyofanya jana kutaka kujihalalisha. <coughs> Huo ndio umekuwa ndio utaratibu wao. Na mimi nimefurahi umelileta suala hili Isa, sisi moja katika mambo ambayo tumekuwa tunayazungumza wenyewe na mara kadhaa tume ya katika majukwaa katika vikao mbalimbali kwamba tume hii imetushangaza chaguzi Zanzibar, kama walivyosema, kuna historia ya chaguzi nyingi nne kabla ya mapinduzi, kabla huu wa mwisho sita, kwa hiyo jumla kumi kabla ya uchaguzi wa ishirini na ishirini na tano, au kama tunavyosema, Zanzibar si wageni wa uchaguzi na hizi za tangu 95 najua zimekuwa zikilalamikiwa siku zote, tangu tukisema peke yetu tukiambua sisi ni bad losers. Yani watu ambao hatukubali kushindwa tu, lakini sasa wanatoka vigogo wa CCM wanathibitisha maneno yetu kwamba CCM haijawahi kushinda uchaguzi wowote wa katika nchi ta. Balozi Ali Karume, mtu mzito kwenye nchi, kisha kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa CCM, kisha kuwa waziri katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kisha kuwa balozi na mwenyewe anapenda kusema kisha kuwa dini wa mabalozi, katoka hadharani ulisema hivi. Lakini wewe unasema ah, wewe bado alikaruma tu kataka kumlaumu. Mimi nina nimeserve mpaka leo gazeti na faru kwa wa Uzalendo Magazeti wajua. La gazeti moja front page lead story Juma Ngasongwa ambaye naye alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama leo hapo. Yeye alizungumzia hususan ule uchaguzi wa 2015. Akasema tena iko front page ya gazeti kwamba CCM tulishindwa uchaguzi ule mbali ya waangalizi wa uchaguzi. Lakini nukta yangu lii ni katika suala la consultation, nasema licha ya kulalamikiwa kote, lakini tume zote angalau zilik hazikuacha consultation na vyama. Ni tume hii tu na kibri cha waliokuwepo ndio imejifungia ndani, hakuna na hili tulizungumza mara nyingi. Na hili ni swala muhimu sana, kwa sababu uchaguzi unahusisha wahusika wenyewe, wananchi, vyama vya siasa. Nchi hii sheria zetu haziruhusu mgombea binafsi, wagombea wote ni wa vyama. Kwa hivyo stakeholders muhimu na wazito kuliko wote ni vyama vya siasa, na dunia nzima katika chaguzi za kidemokrasi lazima unafanya vikao na unashirikisha vika, una vyama katika kila hatu. Ndiyo tulipozoea mie mwenyewe ndugu yangu Salimu Imani hapa ya Mheshimiwa Mazrui muhene ndo hasemeki yeye, sote tushashiriki vikao vingi vya tume tangu hizo tisini na tano mpaka ishirini na ishirini lakini si tume hii. Na katika hili hapa kuna mafunzo sikuja nazo hapa lakini mimi nazo, mimi ni mtu wa kupenda kuweka kumbukumbu nazo ripoti za chaguzi za kabla ya mapinduzi na nazo ripoti za uchaguzi za kwanzi ya 95 hiyo.